Lakini kwa nini kila wakati wa kula chakula cha usiku unajifanya nanuna? Kwa nini otabia mabwanayo? Na wewe unajua hmm, kwa kabisa kwamba mimi bila wewe ni sawasawa na gita iliyokosa nyuzi. Nafikiri kuna sauti inatoka hapo. Hakuna sauti inatoka kwanza

Usirudishe ta chenji, yote ni ya kwako na sitokudai hela. kesho asubuhi hapa tuwe chukua ya kwako, alafu kesho kuna mpangaji anatoa nusu ya kodi, nataka kukupatia hiyo. Si ulisema kwamba una mambo yako nataka kufanya? Nakupatia yote ya kwako.

amacho milele siwezi kukusahau kamwe. Wanasema jirani ni ndugu la kuna waliokosa utu Jamka kutoka ndotoni haya yanayonikuta yasiwe kweli jirani umejitoa machozi hata ukifumba macho milele siwe kukusahau kamwe mm, mm. wanasema jirani ni ndugu ila kuna wengine wamekosa utu

ndani. Oh. Mm. <laughs> Mm. Oh. Mm. Na, ah. Mm. Wewe dada yako anasalitiwa na Magama mbele ya macho yako, wewe huna taarifa yote eh? Oh, Magama talenti yule, ana akili mbaya mno yule, ili maja kimya kimya, silent killer, man hmm. Yeah, kza haiwezekani, bana mamekitu waani, watu ambao wanapenda kukutaniana kutaniana, mke wa Gumbo kuwa mkorofi haiwezekani, ni niachua, wivu wako utakuua. Yeah. hmm. <laughs>

Jambo gani tena hilo jamani? Maana wewe kuto hauishi maneno. Haya, leo unalipi tena lingine? Ah. Uliyo, kamba, mimi nakueleza tu kweli ulijua kwamba mimi nimekasirika. Mm. Kama nakumbuka kuna yule jamaa yule ambaye nilikuwa shehe kumleta hapa. Tena mimi ndo nilikuwa dalali wake. Nilimkabidhi e, kile chumba kile kile cha mwisho kile. Ah, yule anakaa chumba cha kule? Eh, yule mwenye chumba cha kule yule mwenye. Tumbo kubwa kama pakacha hiyo. Mhm. Mm-hmm. Eh. Amefanya okay, nini tena? Yule jamaa cha kwanza kabisa ni mkorofi, lakini la pili ya ana ushirikiano na wenzake kabisa, lakini nachodungunya chingine cha mwisho, kila mwanamke anayempata lazima amlete hapo ndani. Kila mwanamke anayempata anamleta hapo ndani, yaani anachukua magundu yake huko, anakuja kuleta kwenye nyumba. Kwanza ni kustisha hapo kwanza. Yule kaka la kwanza analipa kodi kwa wakati, kuliko hata wapangaji wengine kila kitu anakifanya kwa wakati. Mimi sijaona shida yake. Mi nachokiangalia hapa ni hela, kwa sababu anatoa hela kwa wakati. Hii nyumba ni ya biashara, unaelewa? Mimi nakuelewa <tipa> unachokizungumza dadangu. Maana nasemaje, yule kweli ni mtu wa kwanza kutoa hela, lakini wema anaofanya kuna siku utatugharimu. Mimi nakwambia kweli. Sasa ngoja nikuulize, kwa mfano ndio katoa mwanamke huko, alipomtoa huko Janamke nishashindikana uko nishapiga nikaumizwaga kichwa, ninatafuta sehemu ki, ki, ki, ya kufia, nikaja kaf hatujapata kilsl sisi hapa, tupata kufukuzwa kwenye nyumba na kantna maskari. Kwa hiyo wewe uko hapo kwa ajili ya kuombea upangaji wetu wapate matatizo, wewe, matatizo kwa afi, sindio? kwa kwa hiyo unaombea matatizo yatokea kwa hii nyumba mtu afe, si ndio? Sasa sikiliza, mimi nimekuleta hapa kwenye hii nyumba kwa ajili ya kazi moja kuwasimamia wapangaji, kuhakikisha vitu vya hii nyumba vinaenda sawa, na kuhakikisha vitu vingi, mazingira yanakaa sawa. Sijakuleta hapa kwa ajili ya si, kwa umbea, unaelewa? Sijakuleta hapa kwa ajili ya umbea, kufuatilia sijui huyo anamtongoza nani au ah, ni, kitu ambacho nilichokuleta hapo, hiyo fanye yeye. Yeah, aingize mwanamke asubuhi, aingize mchana, aingize jioni, ili mradi analipa hela kwa wakati. Hiyo sisi haituruhusu hayo ni maisha yake yeye, yeah, yeah. na watu wake. Sisi tunachoangalia ni hela. Ninakusisitiza tena, hii nyumba ni ya biashara. Hii nyumba iko kwa ajili ya kufanyia biashara. Hayo mambo yake mengine au anaingiza mabibi, mashangazi. Sio maana nini? Hayo ni ya kwake, sisi A, sisi hayatuhusu. Sisi tunachoangalia tu ni maokoto. Na ni mtu mzuri analipa hela yake kwa wakati kabisa. Wewe sijijue shida yako wewe ni nini? Sasa kwa hiyo, kama kama ndo anataka kumtongozea mke wangu mimi sisemi hapo. Nishitaki kumtoa kwa na hii nyumba. Alishawahi kumtongoza mke wake? Ah, anasema kwa mfano huu. Yaani kwa mfano ndio umetoka kwa mfano. Ah, wewe una wanawake wangapi? Una wanawake wangapi wewe? Ninakuuliza uh, wewe una uh, wanawake wangapi? Nilikwambia ufuatilie huyu uh, uh, anaingia wow, na uh, nani? Muangalie mpakaji, juu ametoka na nani? Ameingia na nani? Amefanya nini? Ndio yani kila siku mnakaza kupiga magoti na muomba Mungu hii nyumba iendelee kukaa salama. Leo unaonekana sifai mimi. Mimi naonekana sifai. Sawa, nitajenga kwangu. Jenga. Kama unaona ni <tuhi> rahisi, jenga. Jenga. Sasa tena usinitibue. Kuanzia mwezi ujao unaweza kuanza kulipa kodi hapa. Eti kama yeah, Ngoja laba kukumbushe. Kama unakumbuka siku ile ambao umekuja kuleta tufali kwa mara atatu, ile tufali kwa mezeka kwa kuli. Mm. Mimi ndio nimebeba kwenye kichwa changu hichi. Hichi hapa kaja nikamishia huko. Hizo tofali ungekuwa unaenda kuzichonga, kuzibeba tu hapo nje kuziingiza hapa, unaona kazi. Zile ungekuwa unaenda kuzichonga ungesemaje? Tajenga nyumba. Jenga, nimekwambia jenga. Nime jenga. Tajenga nyumba. Jenga, kakae. Kama unaona kujenga ndio rahisi nenda kajenge ukae. Yani mnasaidiwa lakini bado, yani bado bado. Mimi nakulipa kodi. Kweli naamini cha mtu mavi. Leo naamini hapo. Basi. Kuna mambo ndani yanaendelea chini chini. Alafu naachangaa muziki kama wewe unashindwa kuifahamu. Sijui shida ni nini. Lakini laiti kama ingekuwa ni mimi ndio ninaendelea na kwangu ungepata muda kabisa wa kukaa na kutenga muda wako wa kufuatilia. Hmm? Haya, jambo lingine limetokea hapa jana. Kama taarifa hiyo ni kweli au unachotaki una, una ah, si hilo acha talifa na toapi na mimi na kazi afu kula kupauwa bati ah eh, na kashaku ndio nitapata hapo muda ninapata hapo kufuatilia mambo, lakini la la, la vingumu mimi mdogo upata juzi hmm? Nimetoka kuibiwa TV ndani hapa, kila mtu anemuuliza hajui, kila mtu anemuuliza hajui. Lakini la laiti kama mimi ndio ningekuwa nimeingiza mwanamke saa nane saa tisa usiku, ungejua nimeingiza mwanamke wa aina gani, rangi gani, kavaaje? Lakini la mwizi la, la kaingia ndani hamjui. Acha kusengenya na ongea ukweli mimi naongea kweli kwani nimekusengenya mimi anajafika saa tisa za usiku mimi nakuaga niko wapi. Unalala kwangu usingizi wangu Mbona kweli? Tena ukute siku ndo sijatoa show. Haya. Basi kiufupi tu nikuelekeze kwa kifupi sana. Gumbo na mke wake kimenuka. We. Eh. Kantaje? Eh? Ah, yani aligombana aligombania kwa wapi sasa? Ni huko alikaa kwa nyumbani hapo hapa nyumbani kwangu hapa. Walikuwa nyumbani. Eh? Eh? Eh, sima. Anatoa mimba. Mimba. Ah, ametoa ile mimba alikuwa nayo ile kwa Gumbo. Eh, ndio kaitoa. Inawezekana je sasa? Cha ajabu ni kwamba Gumbo alikuwa ameshajiandaa kujiliwa kumpokea mtoto. Kanunua mababishowa, sijui kanunua mabeseni vitu vyote vya mtoto mpaka aina mtoto, alikuwa anajua ni mtoto gani alikuwa anatoka, dume alikuwa anatoka, vitu vizuri vije hapa asaanatokaji jamani. Sasa mipango ya Mungu shehe kilicholeta ia

Yule mwanamke wakaa wapi? Kwa nini nyuma? Sawa. Na yule mwanamke sio kwa nini huja vitu hapa ndani peke yake? Ndio. Sasa sisi kama na familia tunaishi sawa na wapangani. Lakini yule mtoto anayokuja ni baraka. Ah. Nasikia moyo wangu unauma huko ndani. Siku yangu naisha vibaya leo. Basi ndio hivyo. Ah, hebu ngoja mimi sina muda. Ja, ja, ja. Moja, moja, kulia kwa. Kuna wengine amekosa utu Karibu nikizani wewe ni mtu sikuzani hata kuwa una utu, si wa uji siwa maji. umenitupa jamjirani, umejitoa machozi hata ukifuma macho milele. Siwe kukusahau ukamwe. mm, mm. Wanasema jirani ni ndugu, ila kuna wengine amekosa utu.